Uzuri basi napigwa pembeni kumtafuta Christofo Cheng wakili Mandukic ameguza wa mwisho, Duke Muhoro Lorens Jumo Cheng anaimina ndani dimore, nafasi! George Amonno anapata goli lake la kwanza ndani ya uzi wa Kogalo. George Amonno amekwenda kuifurahia kabisa na mwalimu aliyomleta hapa Kogalo ilimiino ndani dimore akashindwa kuondoa joja mono metana mali pale pale, akutaka muda wa kutuliza mpira, ulikuwa upo angani akaupata kwanza, mbele yake Francis Omondi atieno dimore. Upendo wa akra unamiminwa ndani ya Nyayo, naye ameipenda kweli kweli, mwalimu Chansa. Akono akono na mono bado, Rodgers Kipkemoi inaletwa ndani, ukimeguswa ya kwanza, anasema iweke hapo, bilusi juma bidada ameiona Rodgers Kipkemoi alicheza na mwili wake, Samuel Kapeni akaimimina ndani uzuri, huku akaupisha tu. Filipo Sai alilala, Filipo Sai, na akamtoa timing kabisa Mike Evans Kibwange. Hansel kama ni kelele, basi azisikii kabisa, itabadilika tu. Rodgers Kipkemoi alifanya kazi yote na Hansel Ochieng akajiamini na akaaminiwa na amelipa imani kwa mafando utawala wa taifa la Kenya. Sasa kama ni mizani imekaa sawa, kama ni mizani imebalance, basi anasema siwasikii. Anaipata Hansel. Hansel bado. Hansel Ochieng chuma chake cha pili hilo. Benedict Vanjala on the wheels afando utawala ndio afande anayeogopewa ndani ya taifa la Kenya. Labda wogofi wao wanatokewa. First touch bora yake Hansel, akachukua muda wake, walimpa nafasi. Labda sifa zake wazijui, lakini sasa wanazo. Hansel Ochieng anaitafuta hat-trick leo mbele ya Kogalo. Sio wengi waliitarajia hii, sio wengi wanaweza kukifanya anachokifanya. Oh, what a player Rogers Rogers amakata ya kwanza. Lawrence Kibet sasa inaletwa nje, the man on a mission to destroy Kogalo. Wendekameeka hattrick yake ya kwanza ndani ya APS Bomet. Hansel Ochieng ilianzisha uzuri na Francis Omondi Atieno dimore, Rodgers Kipkemoi akaipiga mwenye, mwenyewe ikakatu ya kwanza Lorenz Kibet takaona alipo, Hansel alisukuma mguso mdogo tu, unampa Hansel bao lake la tatu. Hii kwao sasa itakuwa ngumu na nguvu kweli, inafikia kwake Hansel sasa. Hansel Ochieng inapigwa pass pembeni, me kwake Rogers Kipkemoi sasa, Rogers Kipkemoi asali wameiona ni tamu mno. Hansel Ochieng yule yule ileo leo amekuwa na kazi nzito, kazi ya kuangamiza. Pasi yake ya mwisho ya pili anasaidia kupata goli, Rodgers Kipkemoi cool, cool, cool as you like. basi imekuwa tamu kwa galo, ameiramba kama ni mtoto anakuja, basi atakuwa ni mtoto baraka kwake Rodgers Kipkemoi.